Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amemwambia Rais wa Kenya William Ruto alipe kisasi dhidi ya Tanzania na kwamba aondoe ule msamaha wa bandia. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka serikali ya Kenya kulipiza kisasi dhidi ya Tanzania kufuatia madai ya kuteswa na kukiukwa kwa haki za binadamu kwa wanaharakati Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaide. Kupitia mitandao ya kijamii, Sifuna alishinikiza serikali ya Kenya kuwapiga marufuku viongozi wa chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala cha Tanzania kuingia nchini Kenya. Aidha, aliongeza kuwa serikali ya Rais William Ruto inapaswa kuhamisha mkutano mkuu wa mwaka wa Jumuiya ya Wanasheria Afrika Mashariki, yani EALOS kutoka Zanzibar. Tukio hilo huvutia zaidi ya wanasheria 800 kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki kwa ajili ya kujadili biashara, kujenga mitandao ya kitaaluma na kufahamu mwelekeo wa sasa wa taaluma hiyo. Sifuna: Kenya ilipaswa kulipiza kisasi dhidi ya Tanzania kwa mateso dhidi ya wanaharakati. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameitaka serikali ya Kenya kuchukua hatua kali dhidi ya Tanzania. Kufuatia madai ya kuteswa na kukiukwa kwa haki za binadamu kwa wanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Kupitia mitandao ya kijamii Sifuna, alitaka viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala cha Tanzania wapigwe marufuku kuingia nchini Kenya. Aidha, alishauri serikali ya Rais William Ruto ihamishe mkutano mkuu wa Jumuiya ya Wanasheria Afrika Mashariki yaani EALOS kutoka Zanzibar mkutano ambao huwakutanisha zaidi ya wanasheria mia nane kutoka kanda nzima, kujadili biashara, kuunda mitandao ya kitaaluma na kufuatilia mwenendo wa taaluma hiyo. Sifuna aliendelea kusema kuwa hatua inayofuata ya kisasi inapaswa kuwa kuondoka katika ushirikiano wa pamoja wa kuandaa kombe la mataifa ya Afrika, yaani AFCON mwaka 2027 pamoja na Tanzania na Uganda. Mataifa hayo matatu yaliteuliwa kuandaa mashindano hayo makubwa kwa mara ya kwanza, hatua iliyosifiwa kama, kama mafanikio ya kihistoria kwa mujibu wa seneta huyo. Hatua ya mwisho ya kisiasa inapaswa kuwa Rais William Ruto kuondoa hadharani msamaha wake wa awali na badala yake kuishinikiza Tanzania itoe msamaha rasmi kwa Kenya na Uganda. Katika maombi ya kitaifa yaliyofanyika tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2025, Rais William Ruto aliomba msamaha kwa mataifa jirani kuhusu tofauti zozote zilizowahi kuwepo akisema, majirani zetu wa Tanzania ikiwa tumewakosea kwa namna yoyote ile, mtusamehe. Marafiki zetu kutoka Uganda ikiwa kuna jambo lolote wa Kenya wamefanya lisilofaa, tunaomba msamaha. Kauli ya Sifuna imejiri huku mashirika ya haki za binadamu yakizitaka serikali za Kenya na Uganda kuwajibika ipasavyo kuhusu tukio hilo. Hogu Toni Irungu, mkurugenzi mkuu wa Amnesty International, alisema, "Tunaamini kuwa mswada binafsi katika mabunge ya mataifa haya mawili unaweza kuwa hatua tosha kuwalazimisha mawaziri wa mambo ya nje waeleze mbele ya mabunge hatua walizochukua" kuwalinda Boniface na Agatha na vilevile vile kueleza hatua watakazochukua kutokana na matukio ya kusikitisha yaliyosikika siku ya jana. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, imekanusha vikali tuhuma za utesaji na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanaharakati wawili kutoka Kenya na Uganda. Yani Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire. Kamanda Muliro ameiambia BBC kuwa iwapo wanaharakati hao waliteswa walipokuwa nchini Tanzania basi walipaswa kutoa malalamiko rasmi katika mamlaka husika kwa ajili ya uchunguzi. Amesisitiza kuwa madai yao yanayodaiwa kutolewa nje ya mfumo rasmi wa sheria ni maoni yasiyofaa kuchukuliwa kama ushahidi wa moja kwa moja. Kama wangekuwa hapa ningewashirikisha ningewauliza wanasema nini, wanamaanisha nini. Katika sheria mambo hayo yanaitwa ushahidi wa tetesi au tetesi, amesema Muliro akizungumza na DW Kiswahili. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema madai ya unyanyasaji huo hayana msingi wowote na yana lengo la kuichafua sura ya Tanzania kimataifa. Hii nchi ina heshima zake, inaheshimiwa na kila mtu na watu wote wanaifahamu Tanzania. Wao si watu wa kwanza kuja Tanzania. Watu wengi wamekuja Tanzania kama wao, wanakwenda kuzalisha tuhuma zao za uongo, wacha waendelee kufanya, lakini Tanzania haiko hivyo. Wao walivunja sheria, wamechukuliwa hatua, amesema Msigwa. Ameongeza kuwa wanaharakati hao walivunja sheria za nchi na kuchukuliwa hatua kulingana na taratibu, na alitahadharisha dhidi ya watu wanaotaka kulazimisha siasa na tamaduni za nje nchini Tanzania. Kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya likishirikiana na chama cha mawakili wa Kenya, yaani LSK, limeitaka jumuiya ya kimataifa na jumuiya ya Afrika Mashariki kuishinikiza Tanzania kuwachukulia hatua maafisa wote wanaodaiwa kuhusika na mateso dhidi ya Mwangi pamoja na Atuhaire. Katika mkutano na waandishi wa habari jijini Nairobi, wanaharakati hao walidai kuwa wakiwa, nchi, eh, wakiwa chini ya mamlaka ya polisi wa Tanzania walipigwa, kunyanyaswa na hata kubakwa kabla ya kurejeshwa katika nchi zao. Mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.